kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist, uh, nami nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best. yeah. I got you back all the time as usual, catching na viongozi wa Konde Gang, video contacts, mfano laizi mbona mnafanyaje? uh, yeah. contract inasema endapo anataka to terminate na ku own master kununua, ku own master ili ziwe za kwake lifetime. Je, zinaingiza pesa kwake lifetime? inatokea alipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign four years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo ndiyo kulikuwa ni mazungumzo. Na eh, lakini sijui nini kimetokea kwake baadaye akaja kusema ni social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja, na nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Uh, so um, I did my best, I wish him all the best. Ampenda sana msupporteni sana. Uh, he's an independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni fanye pata riski, aisaidia familia yake. Na even though lengo tupate riski wote kama ilivyo mwanzo as you know, ni biashara na tukao tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza. Kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far, tunamshukuru Mungu support yetu tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Mchinga Kana Kiri Chidi walikuwa pokea na Country Boy na wao wote walioondoka, hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao, na yeah, for good and for peace. Hamna mtu yoyote mwenye malalamiko ya kudaiwa. So, uh, that's how we live, live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata, uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeweza kufika Basata, so niomba management yangu niwakilishe, izungumze na viongozi wa uh, Basata, kuona wanapataje muafaka, lakini wakaniambia, wakaniambia so far nisingeweza kusema sasa hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe uh, sikuona hiyo haja ya kutengeneza, kathia, yuhajia, kutengeneza sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka uh, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupport pia. Na mwisho kama sikosei, spiki na kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimemwambia amtoe uh, mama yake mzazi. Uh, it's sad na sio kwamba sijui how it tarnish image. Na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwani kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea, uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, first nimemwachia Mungu, second nimemsamehe, uh, na mwisho na mombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Akiona kuna tija, sawa. Akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo Nisao, kumbo, ili ni sawa lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, ikimpendeza basi kwa wakati wake, kwa moyo wake wa dhati kabisa. Na mimi, baraka zaidi hanea nyumbani kwake the best.